Historia ya injili. Injili siyo tangazo la agano jipya au kitu tu alichokuja nacho Yesu. Injili ina misingi na ina mizizi kutoka katika agano la kale, kwa ushahidi wa kitabu kile cha Luka, na Luka sura ya 24 mstari wa 44 hadi 47 unao unasema kwamba Yesu mwenyewe anashuhudia, anasema kufa na kufuka kwake na mateso aliyoyapata yalikuwa yameandikwa katika vitabu vya Musa, Manabii na Zaburi. Lakini ukisoma hata ile Matayo sura ya kwanza mstari wa kwanza uh, uli ile paragrafu yote ya kitabu cha Matayo sura ya kwanza inaeleza kabisa ukoo wa Yesu ulikotokea. Ukiangalia ile generation ya Yesu ile blood stream, unaona kabisa inaasili kutoka katika vitabu vya Agano la Kale, lakini pia Yesu mwenyewe katika Yohana, anasema mgalimwamini Musa, mgeliniamini na mimi. Anasema maandiko hayo yananishuhudia mimi, hamtaki kuniamini mimi. Mwayachunguza sana maandiko, wa kizani yana uzima, lakini hawataki kumshuhudia Kristo. Kwa hiyo inaonyesha kabisa, Yesu mwenyewe alifundisha kwa kupitia agano la kale, lakini vit, mitume wenyewe wanatushuhudia, wanasema hawakumwamini tu Yesu kama mtu aliyezuka na kuja na miujiza mingi, lakini walimwamini Yesu baada ya kusoma pia maandiko. Na kuna mwanafunzi mmoja anasema nimemwona yule aliyetabiliwa katika torati ya Musa. Kwa injili ni moyo wa Mungu mwenyewe. Na injili haikuanza na Agano Jipya peke yake, bali injili ina misingi kutoka katika Agano la Kale. Na injili haikuja kwa ajili ya watu wenye dhambi na wenye tabia mbaya, injili ilikuja kwa ajili ya watu wote. Na ninarudia tena, injili sio kwa ajili ya wenye zambi na wenye tabia mbaya peke yao, wakaachwa washikadini na wenye tabia njema. Injili ina tuhitaji wote, wenye tabia mbaya, wenye tabia njema, maskini na matajiri na wote, kwa maana Yesu mwenyewe alitueleza injili ili kuja kwa nani zaidi. Tunapoona historia ya injili, Yesu mwenyewe alitambulisha injili, anasema hivi: kwa maana jinsi hii kwanza, haya maneno alikuwa akimwambia Nikodemu, mshika dini ambaye kwa sasa tunamwona kama mtakatifu. Anasema, kwa maana jinsi hii, anayambiwa ni mshika dini, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Yesu Kristo, na anasema kila aaminie, am, amepita kutoka hukumuni nikoo Injili ipo kwa kila mtu aamini ili apokee uzima wa milele, sio kwa ajili ya mwenye tabia mbaya. Maana injili imebadilishwa, inaondolewa asili yake, inaonekana inasukumwa sana sasa hizi kwa walevi, ndio kwamba wandoa wao kahubiliwe injili, lakini na sijui kwa wafungwa, kwa nani. Kwa nini msiende kuwahubilia pia watu wa dini kwa nini msiende kuwahubiria watu waliofanikiwa pia? Kwa sababu injili sio kwa ajili ya kuja kumfanikisha mtu kwenye mambo tu ya kimwili. Injili kwa asili inadili na mtu wa rohoni kwanza, yule ambaye anasikia kupitia masikio yako, anaona kupitia macho yako, yule mtu ambaye anadai huo ndiyo mwili wake, ambaye anasema mkono wangu unaniuma, yule ambaye watakuja kusema mwili wa fulani, huyo fulani anamhitaji Yesu ili apate kuishi tena, huyo fulani anamuhitaji Yesu ili apate kupokea uzima wa milele apate kupokea msamaha wa dhambi, apate kuhesabiwa haki kwa haki ya Kristo. Maana msamaha mbele za Mungu unahitaji kifo. Msamaha wa dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kalama ya Mungu ni uzima. Hivyo ndo maana amemtoa Kristo Yesu ili kila amwaminie mwenye tabia mbaya, lakini pia hata mwenye tabia nzuri. Kama Kornelio, naye alikuwa anamhitaji Yesu. Kwao msingi ni kwa kila aaminie kwanza, alafu ndo tunafuata swala la tabia na mabadiliko, maana neema ya kweli iwaokoao wanadamu imefunuliwa kwa watu wote, nayo yatufundisha kuukataa ubaya wa kila namna, ili tupate kuishi maisha matakatifu. Sasa watawezaje kuwa na nguvu ya kuukataa ubaya kama hawajamwamini huyo Yesu ambaye anaweza kukaa ndani yao akawasaidia kufanya transformation kutoka katika hali mbaya na kuelekea katika sehemu nzuri kwao. Injili ilikuwa na misingi kutoka agano la kale, lakini injili ni kwa ajili ya watu wote. Na ni watu wote kweli, hata wale wanaoonekana wakifanya vizuri bado wanamhitaji Yesu kwa sababu ah, Biblia inatuonyesha na inatupa experience kubwa ya kwamba wote tumepungukiwa na utukufu. Tunamwona Muisraeli aliye Mungu anapomwita Israeli taifa takatifu na kumpa sheria na kuwatenga mbali mataifa, ah, si kwamba Mungu alikuwa na ubaguzi kuwaweka mbali mataifa kwamba hawapendi. Hapana, tuliwekwa hivyo ili sote tumuitaji Yesu kwa sababu Mwisraeli aliyepewa tunu hiyo ya kuwa taifa teule, alipewa sheria ambazo na torati, ambazo anashindwa kuzifata zinamwingiza chini ya laana, hivyo anamuhitaji Kristo kama mataifa tu. Aliyetengwa naye anahitaji mataifa, anahitaji haki isiyotokana na sheria kama Muisraeli, na Muisraeli pia anahitaji haki isiyotokana na sheria kwa sababu kwenye sheria kafeli. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema katika Warumi sote tumepungukiwa na utukufu na wote tunamuhitaji Yesu Kristo. Sio Muisraeli ambaye amepewa sheria, lakini sio mataifa ambaye, mtu ambaye hajatailiwa na ametengwa mbali, anaonekana yeye anamhitaji Yesu. Wote tunahitaji tusamehewe tu kwa sababu tunahitaji haki itokayo kwa Mungu mwenyewe, kwa maana Mungu mwenyewe ndiye aliyetuumba na Mungu mwenyewe ndiyo anayetupenda na injili Ha inavyoonyesha hatuna uwezo wa kuvuka daraja la ubinafsi. Ndiyo maana wote tunahitaji injili, wote tuna mapungufu kwa namna moja ama nyingine. hata wale ambao kwa mfano, injili itahitaji watu wote wenye tabia mbaya, wenye tabia nzuri, maskini na tajiri, kimfano kumpendeza Mungu kwa kuondoa ubinafsi. Nani anayeweza akasimama akafika akasema akasema yeye amelivuka daraja la ubinafsi? wote sisi hapo tu, kipimo tu hicho kidogo, utajikuta hatuvuki ubinafsi. Hata yule anayetoa vitu vyake, anatoa mali zake, utakuta anatoa sana fungu la kumi, ni vizuri, kodi ya Musa hii anatoa, si kwamba anapenda sana kutoa, anatoa ili kazi yake ibarikiwe. Huyu bado ni mbinafsi, lakini anatoa sana anasaidia maskini, kama kumkopesha Mungu, na utamsikia kwamba alikuwa ni mwekezaji kama wawekezaji wengine, na hakuwa ni mtu wa upendo na ni mbinafsi. Saa anapopata changamoto katika maombi yake, utasikia sentensi kama hizi, Baba, kumbuka sadaka zangu. Hii ni sentensi iliyojawa na ubinafsi, kwa kumbe ulikuwa hautusaidii kama unatupenda Hautusaidii kwa nia ya kutupa mahitaji, ulikuwa unawekeza kwa Mungu, kwa swala la ubinafsi hapo halijaepukika. Anayetoa na yeye alipaswa atoe, kama Biblia inavyosema katika Agano Jipya, tutoe kama vile Yesu alivyojitoa kwa ajili yetu. Hakuhitaji kitu chochote kutoka kwetu, wala hakuwa anawekeza, yeye alifanya kwa upendo. Sasa nani anayetoaga kwa upendo kwenye kiwango hicho tu, hata walioko kanisani wasijisifu kwamba watoaji, bali waendelee kuchuchumilia neema iliyo katika Kristo, na waendelee kutoa kwa kumsifu na kumshukuru Mungu tu, wala wasiwahi kujihesabia haki kwa haki yao, wasije wakawa kama yule Farisayo aliyedai anafunga wiki mbili na kutoa hii zaka ama kodi ya Musa. Nasema kodi ya Musa, natania tu ah, lakini hata tunaendelea kwenye ilo daraja kuvuka ubinafsi, ilivyo ngumu. Hata anayesamehe, ndugu zanguni, mtu utamwona anasamehe eh, lakini amejawa na ubinafsi mwingi. Ukimweka katika vipimo vya Mungu, huyu mtu anasamehe ili aende mbinguni, huo ni ubinafsi tu, bado iko kwenye faida yake. Huyu mtu anasamehe ili mambo yaendelee asipate hasara zaidi. Huyu mtu anasamehe ili asipate vidonda vya tumbo. Huyu mtu anasamehe kwa sababu aliyemkwaza ni mkuu kuliko yeye. Ukibonyeza ile batani ya kutokusamea, hapo mambo mengi yatapotea. Kwa hiyo, na wakati mwingine, anaenda mbali anakusamea, na utasikia nimesamee, nimemwachia Mungu, mwaoni mwake kwamba yeye adhabu angekupa ni ndogo, kwa hiyo amekuacha ili ubamizwe vizuri na Mungu. Yaani, yeye anafurahia sasa amekusamehe kama kukuchochelea ili ukaumie uka, uka, uka zaidi. Sasa hii topic ya msamaha na kutoa tu kwa leo, unagundua kwamba watu wote tunamhitaji Yesu. Tunatoa kwa sababu Kristo ametoka, amejitoa kwa ajili yetu, tunasamehe so ili tusamehewe tumekwisha kusamehe anasema katika ile wa Efeso sura ya 4 mstari wa 32 na 33 anasema tusamehe kama Kristo alivyotusamehe tu, mkasameheane kama mlivyosamehewa. So msamehe ili nanyii msamehewe na Mungu kama Kristo alivyotusamehe. Na ukumbuke Yesu pia aliishi chini ya gano la kale na yeye alifundisha hicho kitu kwamba tuwasamehe wenzetu ili nasi tusamehewe. Lakini katika agano jipya, katika agano jipya ni zaidi ya hapo. Mnasamehe kwa sababu mmekwisha kusamehewa, na hamtumiki au hamtumikii Mungu ili awalipe, mmelipwa, na ndo maana mnamtumikia Mungu. Sasa ni pasesheni ni, ni mitazamo tofauti tofauti ya usomaji wa neno na kuto kujua misingi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya injili na utumishi pia, kwamba hata mtu utakuta anatumika sana injili sijui nini, nini. Anafanya vile kwa fosi kubwa. Ndugu yangu, ukimpima katika vipimo vya kimungu huo utumishi, mbona utachoka? Kwanza nia anaotumika nayo, kwanza inawalakini kwamba anachutumilia taji anataka kwamba Mungu amesema ukinitumikia nami nitakuheshimu. Mungu ukimtumikia anakulipa. Yeye anachotafuta ni kweli, atafuti kitu kwa wanadamu, lakini anatafuta malipo kwa Mungu ambao amekwisha kulipwa. Umelipwa Kristo ndani yako, umelipwa uzima wa milele, umelipwa msamaha wa dhambi, umelipwa mauti yako imelipiwa. Sasa ulitakiwa utumike, kwa sababu wewe umefanyika kuwa mwana wa Mungu, kuwa mtoto wa Mungu. Wewe hizo kazi za injili kazi za nyumbani kwenu ni kazi ambazo hazihitaji malipo, ni kazi za nyumbani kwenu. Kama ilivyo sasa, Mungu amefanyika baba yako, yeye kukuhudumia. Injili inaleta mahusiano, Mungu anakuwa baba, sisi watoto, kwa Mungu kutuhudumia. Sasa si mpaka tumfurahishe yeye, ni baba yetu, lakini pia na sisi kufanya kazi zake. Hatuzifanyi ili tulipwe, ni kazi za baba yetu, ni kazi zetu, na yeye Mungu mahitaji yetu ni haki yake, ni wajibu wake kama baba kama, kama mrezi kama, kama mwangalizi. Yani, kuna urafiki mkubwa ambao Kristo ameuleta kwa sababu tumefanyika wana wa Mungu, tumehamishwa kutoka katika falme, tumeletwa katika ufalme wa mwana wa pendo wake, ko sisi ni wana wa Mungu. Hivyo ndugu zanguni wote, utakuja kugundua tuna matatizo mengine, ni matatizo hata ya kitabia mengine ni matatizo ya ndani sana ya asili. Hata kuna mtu anamsaidia sana mzazi wake, kumbe anafukuzia ile baraka ya kuishi maisha yenye heri. Anamsaidia sana mzazi, lakini si upendo wa mzazi, kumbe anafukuzia asipate laana, aonekane vizuri katika jamii. Sasa hayo mambo ni ya Mungu, na tabia nyingine ziko tabia za ndani sana ambazo siwezi kuzitaja mtu hawezi mkamwona nazo, lakini anakuta ni muuaji. Hajawahi kuua mtu, lakini ameshawahi kuua na chuki. Ana nini? Yani binadamu muache ahesabiwe haki, ibakie kwa njia ya imani, nacho ni kipaa cha Mungu, kwamba Kristo amekufa kwa ajili ya wote wote, tupate tu haki, kwa haki isiyotokana na sisi, kwa haki isiyotokana na juhudi zetu, na wala utaua wetu wala utagusa wetu ni haki iliyoziilika tu na Mungu mwenyewe. Ametusamehe sasa, na sisi tuwasamehe tu wengine. Ni upendo tu wa Mungu, na sisi tuwapende tu wengine. Mungu anajitoa kwetu, na sisi tujitoe tu kwa ajili ya wengine. Tumpende huyu Mungu, tumkubali huyu Mungu, tuukubali msamaha wake, tuukubali upendo wake, tukubali neema yake, tukubali baraka yake tukubali, mahusiano yake tukubali, msamaha wake tukubali, kazi zake na tumpende kwa sababu yeye mwenyewe ni pendo na ametupenda, ametusamehe, ametubariki, ametutia nguvu. Basi tumpende yeye, lakini tusitafute haki kwa Mungu kwa matendo yetu. Tusiwahi, tusiwahi kuwaza kitu kama hicho, na hata pale tunapokosea basi tukumbuke ile kazi ya msalaba, tuikumbuke tu ile tunasi tusi, kwa sababu kuna mwingine anataka asamehewe kwa kutoa sadaka. Haiwezekani, au asamehewe kwa kujichuna, bado yani bado, usitafute tu haki yake. Hiyo ni tabia ya kibinafsi, kwamba hautaki tu msamaha wa bure, unataka utoe sadaka ili usamehewe, yani uonekane umenunua, yani una haki ya kwako. Hapana Hapana, neema inatutosha. Neema ni kuu. Mungu awabariki mnapotafakari. Na hii ilikuwa ni Biblia Kidigitali, platform inayotoa uchambuzi wa mambo mbalimbali kemkem katika Kristo Yesu. Amen.